Atumaye tena tukiwa bomba, tukiwa sawa zaidi. Hii hapa episodi ya tatu, ai atafsilia bomba zaidi, nakuenda kwa jina the last sending some lassal. Lakini sasa kumbuka, popote pale ndani na nje ya Tanzaniano kwa 0686414059 teta na sisi tukupatia picha hapa kwa sababu taalipoili ambayo imetafsiriwa ikiwa na episodi 14 complete zaidi. Hapa katika episode safi ya tatu tu tunaendelea kuchalanza, kuchapa jaramba pale ambapo tulishia kitaalam zaidi. Kubuka sound ni ya Farru DJ kutoka DC Production Jumba la Butan. Sasa tuunganishe pale ambapo tunaishia. Nini hatima mkali ambaye anafahamika kwa jina Mr Saga akiwa na bibie ambaye anafahamika kwa jina Life Kaba ili kuhakikisha atengeneza nafasi ya kuweza kuvisikia hizo milioni moja yeni waweze kupata kiasi kubwa sana cha fedha, wote wakiwa wanahitaji kusaidia familia zao. Sasa wanafikiri nini ambacho kinatokea? Haya ni baadhi ya yale ambayo tulikuwa nayo katika episodi ya tatu sehemu zaidi. Hebu tuanzie pale ambapo tulishia katika episodi ya pili, picha na namna anaipiga kwa namna fulani pa. ya kipekee zaidi. Nachokabaausio tunganisha paamba tuanzie katika sehemu hii ili kupata mwongozo zaidi. Hakikisha uruki episodi maana akusumbua kwa mbele ambacho <tweak> kilichukua vijana takriban ya nane, na wa vijana waliweza kufundishwa mafunzo ya kuweza kupambana na adui wa aina yoyote ule wa kutumia upanga. Baada ya kuhitimu mafunzo yao katika chuo ambacho mm -hmm. kilitengeneza muunganiko wa vijana nane ambao mm -hmm. walijikuta wamekuwa na bondi ambao ni kama ndugu. Ila sasa kilikuja kizaazaa, kuna mtu ambaye anamwita the monster <laughs> alifika na kumpa ujumbe master juu ya kile ambacho anatakiwa kufanya. Basi no, mkuu aliwaambia vijana wake tu, anasema katika hiki chuo, kuanzia siku ya leo, mtu mmoja tu anatakiwa asalie, kwa sababu kufikia kesho kabla ya kujapambazuka unahitaji kumpata mtu mmoja tu yeah. Ikiwa ina maana ya kwamba kila mtu anatakiwa, kisha anamuua mwenzake yeah, na no. yeye ndo aweze kusalia, mtu mmoja ndo anatakiwa asalie. wa mpiga jamba mpiga jambia wa ili taifa analikumbuka sana katika akili yake, lakini pindi akiwa hapa benchi anamwambia kwa nini anamuita Kukushi. Zesrey Master. Aasewa mi niliwaga wengi sana lakini, baada ya kufika katika ile eneo, alipata mashaka kidogo, akaambia binti anatakiwa atulie na ajichukulie uangalizi zaidi, kwa sababu kuna kitu ni kama akija kasaa. Kweli bwana, kuna machali wawili a wahitaji kisha wanamaliza, wasema, sisi tunahitaji kupambana na nyie kwa sababu hatukutegemea kama mgezo wa kutoka salama ikiwa ndani ya Teruji Temple. Mamba anambia Futaba, kimbia. Sasa ni kwamba anatakiwa azui lakini pia muokoe bibi. Aliburunguka akatoka upande wa pili huko. Anambia sapoli zima ni kwamba kuna mili ya watu. Hapa anaingia binti mmoja na hasira sana. Binti huyo anamshambulia sana mtui. Anasema kwa nini ulifanya maisha ya ndugu yangu yawe magumu? Sasa huyo yu ni yule bibi ambaye tulimuona kwenye kumbukumbu. Hatujui nini ambacho kilitokea kwamba mtu huyu alifanya maisha ya dada yake magumu zaidi. Ayumba amefika na mishale, nasikia nchale. Eh, anapiga kushoto, anapiga kulia, alafu wanyama wanasogea tu. Ambia bibi kitu kimoja, kama utashindwa kujisaidia peke yako, kuna wakati utaweza kupoteza maisha. Lakini ukiwa unashambuliwa kwa wakati ule, kuna mtu anaonekana upande wa pili. Mtu huyu atajua ametokea wapi, lakini sasa mwanaume alihitaji kucheza nao wanaitwa Aro Master ambao wanahitaji kuakisha anawaangamiza tu. Mtu huyu ambaye tulimwona kwa mbali tu kwamba alikuwa anatupa mishale katika ujuzi wa hali ya juu sana, hata hivyo aliweza kuangamiza wote, na hata huyu mmoja ambaye alisalia naye alikutana nacho cha moto tu. Sasa alikuwa anashangaa kwa nini mtu huyo ametoa msaada. Basi mtaalamu alikuwa anakuja, baada ya kutoa msaada alifika kwa watu hao ambao wamewasaidia tu ye kuna jambo lake ambalo analifikiria kwa wakati huo. Ajaribu kurudi nyuma, mwamba nakuja. Anambia nini ataa? Anasema mimi nakusamehe kwa sababu katika utamaduni wetu we tunaamini maisha ya mtoto mdogo ni maisha salama zaidi, kamsaidia tena. Alafu mwamba anaondoka. Anasema mimi naitwa Kamu yuko yoka. Eh, hey, majina tutasameana kidogo. Basi walifanikiwa kupata vitu ambavyo vitawasaidia kusogea katika hatua ya pili wakiwa na hizo paski yani vidani ambavyo vinaweza vikawapa mwongozo wa kuweza kusogea katika next stop, lakini binti alisema kwa sasa anahitaji mwanaume asubiri. Tujui ni nini ambacho anamaanisha, kwamba mkali asubiri kwa wakati huo, tuwazidi kusonga. Kwa hiyo usipate moto, usipate joto, talabintibu chuma, nazidi kugonga nanga zaidi <tinyo> tupate mwongozo wa kile ambacho kilikuwa kimesalia tu katika episode kabambe iliyopita, wasema The Last Standing Samurai. Sasa tuko ndani ya eneo la pili katika safari ya mtaalamu ambaye anafahamika kwa jina Mr. Saga. Mambo ambayo anahitaji kuzifikia hizo zaidi ya milioni moja yen za kipindi hicho, ili aweze kusaidia familia yake, lakini sasa kuna kizaza sana njiani, kwa sababu pia Watu wengi sana wanahitaji kufika Tokyo Department kitengo ili wakakabidhiwe. Sasa waliobaki kukumbuka ni watu 117 tu kutoka watu 292. Sasa hebu tuunganisha hapa.